weza kuwa na nchi ambayo kila mtu akitimiza miaka 60 analipwa pension. Ndio maana Chadema tunasema tutakuja na kitu kinaitwa universal pension tukiingia madarakani. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Yule mtu anayefuga kondoo ndiye anayetuuzia nyama, sisi tunakula. Huyo mtu anayefuga ng'ombe ndiye anayeuza nyama, askari wananunua nyama wanakula. Yule mkulima anayelima chakula, askari wanakula. Askari akifikisha miaka sitini kazini, anastaafu analipwa pensheni, lakini mtu aliyemlimia chakula, yeye halipwi pensheni. Mwalimu hakujenga nyumba au darasa analolitumia, lilijengwa na fundi. Fundi ndo alimjengea. Kama huyu fundi asingekuwepo, mwalimu angelazimika kujenga mwenyewe. Huyu fundi pia ametumika kujenga taifa, naye ametumika kujenga nchi. bodaboda CHADEMA tumesema kila mtu atakayetimiza miaka 60 katika utawala wetu tutamlipa pension, kwa sababu kila mtu anajenga nchi. Sio watumishi wa serikali tu wanaojenga nchi hii, inajengwa na, na kila Mtanzania, sio watumishi wa serikali tu. Mfugaji unajenga nchi, mkulima anajenga nchi, askari anajenga nchi, mwalimu anajenga nchi. Kwa nini tubaguane kwenye pension? Na pesa zipo.